Ukiangalia Watanzania walio wengi, takribani zaidi ya asilimia 75, wamejikita kwenye shughuli za kilimo na ili tuweze kuwa na socio economic transformation ya kuweza kutupatia uchumi wa viwanda, yatubidi kuhakikisha shughuli zao ambazo wanazifanya sasa. Trilioni 1.5 ni ndogo sana, kama kweli tuna dhamira ya kujenga uchumi wa viwanda ambao unawagusa asilimia zaidi ya 75 ya Watanzania. Ni sahihi miundombinu ni catalyst ya maendeleo, lakini ifike mahali turudi kwenye kutimiza lengo tulilo eh, saini la maazimio ya Maputo kwamba asilimia kumi ya bajeti iende kwenye sekta ya kilimo. Bado tuko mbali sana. Nipende kuiomba serikali jambo hili ilitilie maanani sana, kwa sababu uchumi wa viwanda utakaomgusa Watanzania wengi lazima tuhakishe sekta ya kilimo tunajikita kwenye huko kuchakata kwa mazao ya wakulima wafugaji. Ndi, ndiyo, ndiyo iwe focus ya mwelekeo wa serikali ya viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili naomba nizungumzie bei ya kahawa. Waheshimiwa wabunge wanaotoka kwenye majimbo yanayolima kahawa wameizungumzia sana. Viongozi kabla ya uchaguzi wa maaidi wa wakulima wa kahawa kwamba zile kodi kero 26 zitaondolewa baada ya hii serikali ya awamu ya tano kuingia madarakani. Sasa nipende kumwomba waziri wa fedha atakaposimama kufanya wrap up atuambie hizi kodi zinakatwa lini. Sasa hivi wakulima wa kahawa wako wanavuna kahawa, walitegemea bei ya msimu huu ihusishe makato haya ili bei wapate faida zaidi, hata kama soko la, la bei ya kahawa la dunia liko chini tukiondoa hizi kodi itasaidia wakulima wetu wapate bei nzuri. Mheshimiwa naibu Spika, jambo la tatu naomba nizungumzie taasisi ya TSC, Teachers Service Commission. Nishukuru serikali kwa kuanzisha hiki chombo ambacho kimelenga kutetea masilahi ya walimu nchini, lakini toka mwaka jana, baada ya kuunda sheria, sijaona mchakato ambao unaonyesha kwamba kweli hiki chombo kimejipanga tutatua kelo za walimu nchini. Sijasikia katika hotuba ya Mheshimiwa waziri ikizungumzia wamejipanga vipi katika rasilimali watu na fedha kuhakikisha TSC ina take off. Na ukiangalia changamoto za walimu bado zipo alias za walimu bado hazijalipwa asilimia moja, na nikizungumzia Karagwe, na naamini changamoto hii pia iko katika nchi nzima, swala la kupandishwa madaraja walimu lakini effect ya payments inachelewa. Sasa TSC ingekuwa imeshaanza naamini sasa hivi wangekuwa wako katika kutatua hizi changamoto. Kwa hiyo nipende kuiomba serikali, TSC ni chombo muhimu cha kutetea maslahi ya walimu nchini, kipeni rasilimali watu na fedha ili kiweze kufanya kazi. Nizungumzie swala la wigo wa kodi. Ukiangalia historia ya uandaaji wa bajeti za serikali kwa kweli bado tuna ta nalo tax base ifike mahali wizara ya fedha na mipango na serikali kwa ujumla mwangalie avenues nyingine za, za kodi ili tuweze kubroaden tax base. Wale existing taxpayers itafika mahali watakuwa wanakuwa disincentivized kuendelea kulipa kodi, kwa sababu kila mwaka tunaongeza increments kwenye tax items hizo hizo, hizo, tunashindwa kuwa wabunifu wa vyanzo vipe vya mapato ili tax base ipande mapato ya kue bila kuweka burden kubwa kwa wale honest taxpayers. Na katika hili niombe serikali muandae mkakati wa kuleta informal sector kwenye formal sector ili hii mkakati wa kubroaden tax base uendane na kuingiza informal sector kwenye formal sector ili tuweze kukuza mapato nchini. Pia nizungumzie swala la Dar es Salaam Stock Exchange. Serikali yetu kwa muda mrefu imekuwa ikijitahidi kuweka sera za kukuza Dar es Salaam Stock Exchange, lakini imeshangaa katika hotuba katika bajeti hii ambayo imewasilishwa, tunapiga hatua tatu mbele, alafu tunaenda hatua nne nyuma, capital gain tax on, on, on sales of shares. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri wa, wa fedha na mipango, ni kuombe sana, kwa kufanya hivi tutakuwa tunaua Dar es Salaam Stock Exchange isiweze kushindana na stock exchange nyingine ambazo ziko Afrika Mashariki, na ni mkakati mmojawapo wa kuisaidia nchi yetu tuweze kupata mitaji ya kuwekeza kwenye uchumi wetu wa viwanda kupitia kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Na hii ni dalili ya kuwa na nalo tax base ambayo inaangalia low hanging fruits. Twende kwenye high hanging fruits. Najua ni kazi, lakini naamini kwa uwezo wako mahiri na wizara yako kwa kushirikiana na wizara nyingine mnaweza hii kodi ya capital gain tax on, on, on sales of shares naomba muiondoe. Mheshimiwa Waziri, nizungumzie swala la mwisho e, Karagwe e, NSF ilikuwa na lengo zuri la kushirikiana na vyama vya ushirika kutoa mikopo ya bei nafuu kwa wananchi, lakini ule mchakato ulienda ndivyo sivyo. Kuna wananchi wengi jimbo la Karagwe walitozwa hela wengine mpaka kufikia laki mbili na kwamba watapata mkopo wa bei nafuu na baadaye wataingizwa kwenye bima ya taifa. Huu ni mpango mzuri, niombe serikali ireview huu mkakati, lakini pia izungumze hizi fedha ambazo wananchi wangu walitoa kwa ajili ya kupata mkopo ya bei nafuu na bima ya taifa wanarudishiwa lini, na kama warudishiwi basi, turudi kwenye huu mpango uwe reformed uweze kuwasaidia wananchi wa Karagwe na nchi nzima kwa ujumla.